Jaribio la kisayansi kwa ajili ya maonyesho ya sayansi mm, hii inavutia Tabasamu, na unaonekana una shauku sana, lakini kwa nini usiwaache rafiki zako wawasilishe? Unajua, watu wataelewa ukiwaambia hautaweza kuwasilisha. Mwanangu, nisingependa ujisikie vibaya au uwe na huzuni, kwa sababu watu hawatakuelewa ukiwa unawasilisha. Sio kila mtu anayeelewa lugha ya alama, kwa hiyo labda ungewaachia rafiki zako wafanye uwasilishaji. Najaribu kukulinda mwanangu. Mama na dada zangu, naomba mje kwenye maonyesho ya sayansi shuleni leo. Wanangu, mkitoka shule mwende shuleni kwa Tabasamu, kwenye maonyesho ya sayansi, tutakutana huko. Tusikilizane ndugu jamaa na marafiki. Mnaruhusiwa kutembelea meza ya maonyesho moja tu ya mwisho kabla hatujafunga maonyesho yetu ya leo. Kwa hiyo, Tukagundua kwamba ukuaji kwenye mazingira matatu tofauti wa hizi mbegu, japokuwa zinatoka kwenye familia moja, ziliathirika zimekuwa na kuwa sawa kwa mchanganyiko wa rangi mbili, lakini kwa urefu tofauti. Bila kujali mazingira tuliyopanda, wote tumepata maua ya zambarau na meupe. Hii inaonyesha imesababishwa na kurithi vinasaba kwenye maua, lakini kila tawi limerefuka tofauti. Kwa Baraka, majani yalikuwa marefu, shina lilikuwa fupi. Kwangu, majani yalikuwa Fupi na shina lilikuwa refu. Kwa Tabasamu, shina lilikuwa refu na majani yalikuwa marefu. Hii inaonyesha kuwa mazingira yamesababisha utofauti huu kutokea. Baraka alikuwa na udongo usio na rutuba na mwanga wa jua hafifu. Mimi nilikuwa na udongo wenye rutuba na mwanga wa jua wa kutosha. Tabasamu alikuwa na udongo wenye rutuba na mwanga wa jua uliothibitiwa vizuri. Kwa aina ya mbegu tuliyotumia na kiwango cha maji tulichokuwa tunamwagilia, kiwango cha mwanga wa jua na kivuli kilichopatikana, pamoja na uangalizi, tumekubaliana kuwa rangi imetokana na vinasaba lakini urefu wa mashina na majani imesababishwa na mazingira. Na kama alivyosema Tabasamu, tofauti ya kibayolojia haisababishwi na kurithi vinasaba pekee, lakini pia inachangiwa na mazingira ambayo inakulia, kama vile mimea. Tunarithi vinasaba kutoka kwa wazazi wetu ambavyo vinaweza kutufanya kufanana na pia kutofautiana, inategemea na tulichorithi na pia mazingira tuliyopo. Wengine ni wapingi. Wengine ni wa bluu, wengine tunasikia, wengine hatusikii, wengine wanajua mambo mengi zaidi, na wengine tuna bahati ya kujifunza kutoka kwao mm-hmm. Lakini kitu cha msingi tulichojifunza ni kwamba sisi sote ni wa pekee kwa namna moja au nyingine, na utofauti wetu ni kitu kizuri. Ni muhimu kutofautiana kwenye mazingira yetu. Kila mmoja wetu ana kitu cha pekee, cha pekee cha kutoa kwa wengine ambacho ni cha tofauti kama tungekuwa tunafanana tusingeweza kuthaminiana na ingekuwa ngumu kabisa kujenga ustahimilivu. Mabibi na mabwana, sisi siyo wapekee kwa kutofautiana. Oh, hapana, sisi ni wapekee kwa sababu ya utofauti wetu. Uuuu. Kwa kutoamini kuwa unaweza zaidi ya nilivyodhani. Nilifikiri na kulinda, lakini sasa naelewa kwamba unaweza kufanya vitu mwenyewe. Najivunia sana wewe.